kuna mambo kadhaa yamekuwa yakihusishwa na Vatican na upapa na miongoni mwa mambo hayo eh, ni kuuawa kwa yule Papa Paulo wa Kwanza ambaye aliuawa 1978 na aliingia katika upapa, akafanya kazi, akaingia katika majukumu yake, mwezi mmoja na siku tatu tu akawa ameuawa, na sababu ya kuuawa ni yeye kuhusishwa na kutoa siri e, zinazofanyika Vatican na zinazosimamiwa na mapapa. Na miongoni mwa siri hizo ni kama ubadhirifu na wizi wa fedha ambao unasemekana unafanyika Vatican na unasimamiwa na mapapa. Na pia baadhi ya mambo mengine ni kuhusiana na maswala ya umafia na mambo ya umafia, e, Illuminato na Freemason wanahusishwa sana kuhusika na mambo hayo.